So, episodi nyingine tena, na hii tunajiuliza kwa nini nchi iliyobarikiwa kila kitu ambacho tungeweza kudhani kwa haraka haraka ni upendeleo, imegeuka laana. Haiti, hii ni nchi ambayo ipo karibu na Marekani, yaani ni jirani na Marekani, ni rafiki na Marekani, kwa sababu unaweza ukawa jirani na Marekani lakini Ukapata tabu kwa sababu wewe sio rafiki na Marekani kama Cuba, lakini hawa ni rafiki na Marekani. Na zaidi ya yote, kihistoria pia na wafeva Haiti ni taifa la kwanza la mtu mweusi kupata uhuru miaka hiyo long time ago. Hii ni sehemu ya tatu ambayo bwana Columbus yule ambaye alivumbua Marekani alienda you know? So alikuta watu wamestaarabika na wana kila kitu, kiasi kwamba alivyorudi nyumbani akasema, oya, nimeenda kule nimekutana na watu ambao haikuwa jamii ya Waafrika tho, wakati huo ilikuwa ni watu fulani hivyo wanaitwa yes, naeza ntaliweka hapo hilo jina. So hawa watu wa mwanzo ambao walikuwa wanaishi Haiti miaka hiyo walianza kuisha kwa sababu ya maisha yao kuwa magumu na kuvamiwa na kina Columbus. Unajua walikuwa wanaua watu wengi sana jamaa, na hapa ndio story ambayo hii kama tip tu, kwamba historia imemlebo Christopher Columbus kama alikuwa ni explorer. Yani ni wale watu waliokuwa tu miaka hiyo wana, wanaenjoy kusafiri na kuona maeneo mapya duniani, lakini yule jamaa hakuwa explorer, alikuwa ni conqueror. Yaani alikuwa ni mtu ambaye akifika akiona jamii fulani hivi kuna opportunity anarudi kuchukua jeshi na wauni wake wanakuja kuvamia hiyo sehemu. Kwa hiyo yule jamaa hakuwa mtu anakwenda kutembea, hakuwa mtalii kama ambavyo historia imemweka yule jamaa. So sehemu ya tatu kwenda ilikuwa ni Haiti. Na kutokana na ujio wake kwenye ile sehemu ndio ilisababisha watu wa asili Haiti kuuawa na kwa sababu kulikuwa kuna utumwa miaka hiyo wakaja sasa Afrika kuchukua watu kwa sababu walihitaji kufanya kilimo kwenye ile ardhi, lakini watu wengi wamekufa kwa sababu ya utumikishwaji na maisha yalivyo ya, ya enzi za utumwa. Kwa hiyo uh, kilichosababisha watu kuja kuchukuliwa Afrika na kupelekwa kule na kusababisha Haiti kuwa na watu weusi wengi ni kwa sababu ya hiyo situation ya baada ya Columbus, bwana Christopher kwenda kule na kufanya mauaji mengi sana ya kipindi hicho cha I mean, uh, utumwa. So iko hivi, utumwa ulikuwa una stages mbili. Utumwa wa kwanza ulikuwa, okay, ilikuwa ni sehemu ya maisha ya binadamu ambayo mpaka sasa hivi upo, maisha ya kuwa na house girl, ule ni utumwa. Ukicheki uki vizuri, you no know, kwa tu mkweli, unamchukua mtoto wa watu ambaye hajamaliza shule alafu a uh, anakuja kukufanyia kazi ama kuna mtu ambaye ni houseboy au ambaye vyovyote vile. Mfumo wetu wa binadamu tunahitaji watumwa, na sasa hivi tu tulichobadilisha kwenye hii system tunachokiita utumwa sasa hivi ni kwamba kuna pesa tunatoa, lakini miaka hiyo jamii hazikuwa zimegundua pesa. Kwa hiyo kulikuwa kuna namna ya kumfanya mtu aje akufanyie kazi, kazi fulani fulani ambazo unataka akusaidie ajili ya uzalishaji ama maisha yako tu you know. Kwa hiyo mfumo wa kumchukua binadamu mwingine na kumtumikisha ulikuwepo baina ya jamii zote duniani. Afrika kulikuwa kuna watu ambao wanachukuana watumwa wao kwa wao, na Ulaya pia kulikuwa kuna watumwa wanachukuana wao kwa wao. Utumwa ulianza kuwa mbaya baada ya kuwa monetized. <laughs> na ndicho sasa ambacho wengi tunaujua utumwa kwenye historia. Uh, wengi tuna, tumeambiwa huu utumwa ambao ni monetized, ambao ni huo sasa ulioletwa na mahitaji kama hayo niliokupa ya watu waliokuwa wameisha baadhi ya sehemu ama sehemu ambazo waligundua kuna kilimo ama kuna shughuli fulani ya kiuchumi ambayo uh, empires mbalimbali zilikuwa zinahitaji, kwa hiyo wakahitaji kwenda kuchukua watu, so walichofanya ni ku, ku export utumwa kitu ambacho kilikuwepo, kwa hiyo ni bidhaa ambayo ilikuwa ipo kila sehemu duniani. Walichokifanya tu ni kuexport, na watumwa weusi walijikuta wanachukuliwa wengi kwa sababu ya kuvumilia maeneo mengi, zilikuwepo factors nyingi, kama unafuatilia historia. Kwa hiyo utumwa umekuwepo kwenye jamii zetu, na baada sasa ya huo utumwa kuwa monetized, ndo wakaanza kuchukuliwa na kupelekwa Haiti. Sasa baada ya maisha kwenda Haiti iliweza kujikomboa na kupata uhuru. Sasa uh, tatizo la hii Haiti ipo sehemu ambayo nimekuambia ni karibu na Marekani, lakini kuna tatizo pia la kiasili kwenye dunia. Tuliwekwa kueleza jinsi ambavyo plates za dunia zimejigawa, eh? yes, yani ili dunia ni duara ambalo ni vipande vimeunganishwa, kwa hiyo kuna sehemu ile mistari inapita na hiyo mistari kuna wakati huwa inacheza fulani, dunia na kunatokea matetemeko ya mara kwa mara kwenye hivyo hayo maungio ya dunia. Sasa Haiti ipo kwenye eneo hili, alafu ni ndani ya bahari, kwa hiyo huwa inapata vimbunga inapata majanga mengi ya asili kwa sababu hiyo. Kwa hiyo ni eneo ambalo lilihitaji kuwa na utulivu na amani kubwa sana ili kuweza kuendelea. Yani ni kama unavyoiona Japan ipo kwenye eneo baya ya kijiografia lakini kwa sababu ya mfumo wao wa maisha wameweza kumaintain amani na wameweza kufocus na jambo moja, kuyakabili mazingira yao na kuishi vizuri. Sasa Haiti imeshindikana, na ukiona imeshindikana kwenye levo, ambayo Kenya ndo ambao wamepeleka jeshi ndani ya Haiti, tuliwahi kukuletea kwenye picha linaanza kuhusiana na hii nchi na jinsi ambavyo rais aliuawa nyumbani kwake, na tangu tukio hili la kumuua rais wa nchi, Haiti haijawahi kutulia. Walinzi wake wote ni wazima wa afya na hakuna majeruhi. Sio mara ya kwanza kwa rais wa nchi fulani kuuawa, lakini tofauti iliyopo kwenye hili la Haiti ni kwamba rais amevamiwa nyumbani kwake. Yani, rais wa nchi anavamiwa home kama wakazi wa dawa wanavyovamiwa na panya road. Matukio mengi ya kuuawa kwa rais au viongozi wakubwa wa nchi hufanyika sehemu za wazi, akiwa kwenye event fulani au msafara wa kuelekea eneo fulani, sio home kwake. So hilo ni jambo moja ambalo kuelewa kwa nini imetokea hivyo ni lazima kuielewa Haiti yenyewe. Ni nchi yenye maajabu mengi, labda usiyoyajua mengine. Muda mfupi baada ya tukio, msako ulifanyika na wakakamatwa wauni kadhaa kuhusika na tukio hili, na kadri timu ilivyokuwa nazidi kwenda ndo mengi yanafichuka. Sasa kuna sababu mbalimbali mbali za kwanini Haiti haijawahi kutulia, lakini mmojawapo ndio hiyo, kwamba haina rasilimali zozote na pia ni sehemu ambazo kuna magenge mengi sana ya uhalifu. Kwa hiyo kutokana na hii situation Marekani ni ngumu sana kuwekeza kwenye sehemu kama hizi. So kinachotokea ni kwamba baadhi tu ya wale mageng ambao wapo Marekani wanafanya kazi kwenye madawa kulevya na wauzaji wa silaha, ndo wanafanya sehemu ya kuuzia silaha zile za rejareja zile. Kwa hiyo uhalifu unaendelea, Haiti inaendelea kupitia hali ngumu, licha ya kwamba ina historia fulani hivi ambayo Imagine wewe ndo wa kwanza kupata uhuru, upo karibu na taifa kubwa ambalo linaamua siasa za dunia na wewe ni mshikaji, lakini pia upo baharini, eneo la Caribbean ambapo ni visiwa tu, sio eneo kubwa sana. But licha ya hizo advantage zote bado Haiti haijaweza kupata unafuu. So kuna factors nyingi ambazo zimefanya Haiti kuwa hapa licha ya kwamba ilikuwa na kila kitu kihistoria. Imajini, nchi imepata uhuru mwaka elfu moja mia nane ishirini na tano inakuja kusaidiwa na nchi iliyopata uhuru miaka elfu moja mia tisa sitini na Kenya ndio ambao wametuma majeshi yao kule na imekuwa ni nchi ya kusaidiwa. Hivyo kuna factors nyingi ikiwemo ya historia kwamba Ufaransa iliwataka wale jamaa ambao walipata uhuru pale kwa sababu kama nilivyokuambia waliopata uhuru sio kwamba ni wazawa wa Haiti, ni watumwa walioletwa pale. So kulikuwa kuna aina tatu za watumwa Haiti wakati inapata uhuru. Watumwa wa kwanza ni wale ambao wamezaliwa, ambao wamezaliwa pale, baba alikuwa mtumwa, mama alikuwa mtumwa, au babu alikuwa mtumwa. And then kuna wale ambao walikuwa wamekuja juzi kati tu, walikuja akiwa mtoto, na nchi ikapata uhuru akiwa ndo kwanza ameanza kuji sawa alikuwa anafanya kazi kwenye shamba la miwa. Na kuna wale watumwa ambao ni slave master amezaa na mtumwa wa kike, kwa sababu ilikuwa inatokea sana, kwamba ukizaliwa, kwamba baba yako ndio mzungu, mama yako ni, uh, ni mtumwa, inamaanisha kwamba hatima yako iko mikononi kwa, kwa baba yako. Baba yako akiamua kukuchukua, kama ni mzungu mzuri ama ni mtu mzuri, basi nakuwa ndo umepona, hivyo unaingia kama mzungu. So Haiti, kitu kingine ambacho watu wakijui ni kwamba wakati huu wa utumwa kulikuwa kuna mtu unamkuta kwenye shamba la miwa ni mzungu ukimwangalia kwa ngozi, lakini ni mtumwa kwa sababu mama yake ni mtumwa. So kulikuwa kuna hayo magrupu matatu ya watu ambao walipata uhuru ndani ya Haiti. Hao ndo Ufaransa wakawambia kwamba sisi tumewekeza sana kwenye mashamba mlio nayo, tumewekeza kwenye shule mnazozitumia, tumewekeza kwenye vitu vingi, kwa hiyo itabidi mtulipe. Kama hamtaki tutaleta jeshi letu kiumane, otherwise inabidi mkubali, kwa sababu mmekataa kuwa chini ya ukoloni right? Mnataka kuwa nchi yenu, so tufanye hivyo. Wakakubaliana na hiyo ishu kwa sababu walikuwa wameshapigana sana, wamechoka wale wazee so ilikuwa ni maamuzi ya busara kwamba kuliko tuendeleze hii vita ni bora tujitangazie uhuru. Alafu mengine yatakuja baadaye. Waliendelea kulipa lile deni muda mrefu, na ni moja ya sababu ambazo zinasemekana zilifikisha, zilifanya Haiti ikashindwa kukimbia fasta. Lakini mbali na hivyo ndo hivyo haijaweza kujisimamia na plas majanga ya asili na everything mpaka hivyo bana tuna historia tumebaki na historia hiyo ya nchi ambayo ina kila opportunity lakini zote hazijaisaidia. Inatokea pia kwenye maisha binafsi, right, kwamba wakati ambao ulikuwa unahisi una chances zote za kuwin, lakini unashangaa mbona mambo hayaendi, yani. Kwa hiyo Haiti inapitia hiyo situation. Niambie kama nimekupa details zaidi ambazo ulikuwa unahitaji kuzifahamu kuhusiana na kinachoendelea Haiti. Hizi ni updates mbalimbali details zaidi utakuwa unazipata kwenye picha. Linaanza na razi mtamaduni itakuwa inaruka kila um, Jumamosi. Kuna watu wanahisi ni session ya kwenye YouTube. Picha linaanza ni session ya kwenye radio ambayo ikisharuka radio kila Jumamosi, ndo tunaiweka YouTube, kwa hiyo inakuwa ni kila wiki mara moja. Hizi ndo ambazo nazifanya mara kwa mara, ili tusiwe tunaboreka kwa sababu nimeona komenti zenu pia mnasema kwamba mna enjoy hizi updates mbalimbali mbali ambazo nakupa hapa. Asante tena na tena, sichoki kukushukuru wewe ambaye umekuwa unafuatilia hizi session na ukakubali kusubscribe. Nazidi kuona mchango wenu na support ambayo unanipa kwa sababu unanipa nguvu, nikiona nikiweka content inawafikia watu wengi, kwa sababu una comment na umesubscribe kama ndo mara ya kwanza unaitazama hii au unaangalia content zetu, lakini ujawai kukumbuka kusubscribe please, fanya hivyo, itakuwa umetusapoti big time. Naitwa Grayson Gideon, nitarudi tena kwenye episode ijayo. Tukutane kwenye comment. Na hii ni taarifa na maarifa, ndo kitu ambacho tulikuahidi. Hizi t-shirt pia kwa watu ambao wanaulizia zinapatikana, na nitakuwekea namba hapa, ambao unaweza ukapiga very soon, basi nakuwa ni rahisi we kuingia kwenye hizo event zetu bure kabisa. Kwa sasa hivi nikushukuru tena na tena Nikuambie, tukutane episodi ijayo. Madini.com, taarifa na maarifa.